Kuna rafiki yangu alikuwa na kampuni yake nzuri na ikapanuka, kampuni ya ujenzi. Ameshafariki sasa, miaka mingi kidogo. Sijui kilichotokea, lakini akafilisika. Unajua kufirisika, kufirisika. Alichukua mpaka magari yake yote aliyasimamisha, na ili yasi matairi yasiharibike akaweka juu ya mawe, hawezi kuyaendesha. Kazi alizokuwa anapata ziligoma zote. Alikuwa na watoto shule alipata shida sana kuwasomesha. Kada ya kipindi ambacho kilikuwa na shida ya mafuta, mimi nikiwa nafanya kazi serikalini wilayani, nilipewa na mkurugenzi kusimamia mafuta ya wilaya. Naye alikuwepo kwenye listi, nilikuwa simjui. Sasa hivi yuko kwenye listi ya watu waliokaa foleni, wanahitaji mafuta kwa ile gari yake moja aliyobaki nayo pick up k oh, tukaongea pale tukaongea pale tukaongea pale, akaniambia bwana, nimepata shida, nimeamua na kuokoka. Akasema, oh, oh, okay. Akasema, lakini nimeomba, nimeomba sipati msaada, vitu vingine vinaenda, lakini uchumi nakwami Nikaanza kumfundisha kitu cha utoaji wa sadaka. Akanisikiliza, akaondoka kama vile ameelewa. Baada ya siku mbili, akarudi akasema, nimemwona bwana, nimemwona bwana. Vipi? Akasema bwana, nimepata kazi, nimepata kazi, nimepata hela, nimeleta fungu la kumi Nikaambia umepata biashara gani? Akasema ya kubeba mbege. Serious true story. Ikabidi nianze kumfundisha ajue ni aina ipi ya sadaka ambayo inakubalika kwa Mungu na isiyokubalika kwa Mungu. Akanitazama akasema, sasa uchukui sadaka? Nikasema hapana, sichukui. Akasema sasa sina cha kutoa, kama Mungu ananibariki kwa njia ya sadaka, sina. Nikaambia we ni mtaalamu wani, wa oh, ujenzi. Nikaambia kipawa ni sadaka. nikamwambia tuombe, hapa Mungu akupe kazi, na kazi ya kwanza utakayopata ni malimbuko yako, usichukue hata sentano. Akanitizama akasema sawa. Tukaomba, Mungu tufungulie mlango, huyu ndugu apate kazi. Tukaachana. Baada ya siku mbili, akaja kunitembelea tena. Nikamwambia nimepata wazo, nimepata wazo. Kuna kanisa moja linajengwa, hebu tukamwona yule mchungaji, kama atatukubalia, nimeona tu ndio wanaanza msingi. Kwa tukatoka pale tukamtafuta yule mchungaji, tukampata, nikamtambulisha. Mimi nilikuwa nafahamiana naye, nikamtambulisha: bwana huyu ni injinia. Bwana, tumeona mnajenga pale, ye ni injinia, makaratasi yake ni haya, ni mjenzi mzuri, CV yake ni hii anataka kutoa sadaka, anataka asimamie huu ujenzi. Kama mtamkubalia, msimlipe ni tafuteni hela za vibarua za matirio, lakini juu ya utaalamu wake msilipe ni sadaka yake kwa Bwana. Yule mchungaji akatizama, akatusikiliza vizuri, akauliza maswali yake, baadaye akasema, nipeni muda niongee na baraza langu la wazee. Kwa hiyo baada ya siku mbili tatu Katupigia simu wamekubali kwa kusaini wa mkataba kwamba kazi yake ni sadaka, hadai kitu, si so? Unajua saa ingine anaweza akafa, alafu watoto wake wanasema baba hakulipwa, kumbe liitoa sadaka. Lakini kilichotokea akajenga mpaka kanisa likaisha. Alipokabisi ile kanisa, tenda zilianza kuja nyingi kiasi ambacho alikuwa anafanya kama Petro anaita boti jirani. Alikuwa anaita kandarasi wenzake kwamba, bwana, nina tenda nyingi sana hapa, siwezi nikazibeba, lakini hebu nisaidie wewe, hii nisaidie hii wewe, nisaidie hii. Alifikia kiwango hicho lakini kilichomvusha kitu gani? Sadaka. Na yeye alisemaje? Hana sadaka.